Wapendwa watazamaji wetu, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha leo, mahali ambapo tunashughulika na maswali yanayogusa moyo, akili na safari ya kila mwanafunzi. Mimi ni mwalimu nahodha Amon Anses hapa. Kumbuka ni Bob TV Animations. Kumbuka kusubscribe, kushare na pia kulike. Bila kupoteza muda, hebu tusanzuke kwenye swali letu la leo, swali ambalo limetumwa na mwanafunzi kutoka Githurai Secondary School ambaye anaitwa Achan Mading. Na swali la leo linatoka kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, mwandishi akiwa Profesa Clara Momanyi. Swali linaenda hivi: soma dondoo kisha ujibu maswali yanayofuata. Dondoo lenyewe linasema hivi: watategemewa na nani maishani? Hiki ndicho kizazi cha kesho au kizazi kilichopotea tayari? Hayo ni maswali mawili. Swali la kwanza, weka dondoo hili katika muktadha wake. Swali la pili, tambua toni katika mazungumzo haya. Swali la tatu, onyesha onyeshani vipi kizazi cha leo na cha kesho kilivyopotea. Swali la a Weka dondoo hili katika muktadha wake. Kwanza kabisa dondoo limetoka katika ukurasa wa 45. Tunaona kwamba haya ni masimulizi ya mwandishi. Alikuwa akifanya nini? Afaa tujue. Tunaona kwamba alikuwa akimrejelea mtazamo wa Mangwasha, jinsi anavyowaona watoto wasichana na vijana wanavyorandaranda mitaani bila kuwa na jambo maalum la kufanya. Anawahurumia pia akishangaa ikiwa vijana hawa watategemeka katika kesho yao katika nchi hii ya Matuo iliyojaa matatizo chungu nzima. Tunaona kwamba nchi ya Matuo inakumbwa na matatizo mengi sana. Kuna matatizo ya kiuchumi na haya matatizo yanasababishwa na uongozi mbaya na ufisadi uliokithiri. Pia tunaona Mtemi Lesulia, Sagilu na Mbwashu wanahujumu pato la nchi kutokana na tamaa ya kujilimbikizia mali. Swali la ba, tambua toni katika mazungumzo haya, alama 2. Kwa kumbusheni tu kwamba toni ni hisia au kwa kiingereza tunasema feeling. Na kwenye dondo letu tunaona tuna toni aina ya kutamauka. Tunasema kwamba toni ya kutamauka. Tunaona kwamba wengi hawajui maana ya kutamauka. Sitaki maswali mengi, nitasema kwamba kutamauka ni kukosa tumaini kabisa kwa hivyo tukiangalia kwenye dondoo letu tukilisoma hapo, anasema watategemewa na nani maishani? Hapo tayari mwandishi ashakosa matumaini, ikiwa kweli kuna matumaini ya kuwakoa vijana hawa. Swali la cha. Onyesha ni vipi kizazi cha leo na cha kesho kilivyopotea alama kumi na mbili. Tutaanza na kizazi cha leo kilivyopotea, tunaona kwamba kizazi cha leo ni kizazi cha aina gani? Hiki ni kundi la watu wanaoishi sasa, hasa vijana na watu wazima wa kipindi cha sasa. Kwa hivyo kizazi cha leo kimejikita katika ukabila. Kitu cha kwanza kimejikita katika ukabila. Kumbuka kwamba mwanafunzi, hapo unatoa hoja kisha unafafanua ili upate alama zako zote. Tunaona la kwanza ni ukabila. Vipi? kazi zinazotolewa kwa wakule pekee. Tunaona kwamba Wakule tu pekee ndiye ambaye wanapata kazi. Tunaona pia pili ni kwamba kuna uhasama, kuna uhasama uliokidhiri kati ya Wakule na Waketwa. Tunaona pia kuna utekaji nyara, viongozi wanaopinga serikali tawala wanatekwa nyara na kuumizwa. Lingine ni kwamba tunaona kuna matumizi mabaya ya vyombo vya dola tunaona kwamba Lesulia anataka kuvuruga uchaguzi mkuu ili abaki uongozini. Hataki kupinduliwa, na huyu ukiongozi ukimpindua kidogo tu utatekwa nyara na utaumizwa vibaya sana. Tunaona pia kuna uharibifu wa mazingira. Kivipi? Kizazi cha leo kimechangia pakubwa katika uharibifu wa mazingira. Mwisho tunaona kumnyima nafasi mwanamke katika kujieleza na kuchangia katika mabadiliko nchini na hapa ndipo sasa, Mangwasha ni mwanamke aliyejikomboa kimawazo. Kizazi cha kesho hiki ni kizazi cha aina gani? Tunaona kwamba ni kizazi kitakachokuja baada ya kizazi cha leo, yaani watoto wa sasa na wale ambao bado hawajazaliwa, hao ndio kizazi cha kesho. Hebu tuone hawa wanachangia vipi. Tunaona kwamba kizazi cha kesho, matumizi ya vileo na dawa za kulevya Ngoswe alikuwa akiwauzia vijana wa chuo kikuu dawa za kulevya. Kuna pia utegemezi ambapo tunaona Cheia anajihusisha kimapenzi na Sagilu kwa sababu ya pesa. Pia kuna ulanguzi wa wasichana, tunaona kwamba Sihaba anawatumia wasichana wadogo wadogo kwa sababu ya biashara yake ya ukahaba bila kujali kesho yao. Hii ni huzuni sana, lakini shukuru Mungu kwamba sisi hatutakuwa kwenye kizazi cha kesho. Tunaona kwamba pia kuna kurandaranda ovyo mitaani. Kuna vijana na wasichana wanaorandaranda ovyo mitaani bila malengo yoyote maalum, hicho ni kizazi cha kesho. Pia kuna ukosefu wa elimu. Kuna watoto wengi waliomfuata Sagilu waliposhikwa na kichaa wakicheka naye badala waende shuleni. Pia kuna kazi za sulubu, tunaona kwamba vijana wadogo, kwa sababu ya ukata, waliohiari kufanya kazi katika migodi au machimbo ya michanga, na shida ni kwamba kulipwa mishahara midogo sana, kazi za sulubu. Shukrani za dhati ziwaendee wanafunzi, walimu, pamoja na wewe mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia ukifuatilia vipindi vyetu. Nasema kwamba Mungu akubariki, na kama wewe ni mwanafunzi, tunakuombea Mungu, upite mtihani wako vizuri na vyema zaidi. Kumbuka mwalimu amekuwa amon anses. Ikiwa una swali lolote, unaweza ukatuma swali lako kwenye namba ambayo unaiona kwenye skrini yako, na tutaling'amua vizuri vizuri tena zaidi.